Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa imekutana na viongozi wa Skauti na kuwapatia elimu kuhusu madhara ya rushwa pamoja na umuhimu wa kushiriki uchaguzi na kuchagua viongozi waadilifu kwa maslahi ya umma. Na tumeona kanuni za Skauti ni zipi kwanza, awe mwadilifu, awe mzalendo, awe hmm, mwaminifu, lakini pia awe mtiifu kwa nchi yake. Sasa tukaona kama lazima Skauti awe mwadilifu na tunasema uadilifu ni nini? Uadilifu ni mwenendo mwema katika jamii, si ndio jamani? Na mtu mwadilifu yoyote hawezi kuchukua rushwa, tunakubaliana. Mafunzo haya yamelenga kuwajengea vijana uelewa wa na namna kutambua vitendo vya rushwa na kutofautisha kati ya msaada unaotolewa kwa nia njema na wanasiasa na rushwa inayotolewa kwa maslahi binafsi hasa kipindi hiki cha uchaguzi. Beatrice Alfred ni mkuu wa dawati la elimu kwa umma TAKUKURU mkoa wa Iringa, amesema iwapo elimu hiyo itafikia vijana na kufanyiwa kazi, taifa litaweza kupata viongozi bora na jamii yenye uwajibikaji. la mafunzo haya ya leo ni kwamba waende kuwakumbusha tu wale vijana, wakasikilize sera za wagombea na kuzichuja kama zitatekelezeka na kama zitatekelezeka, basi wakachague viongozi waadilifu tarehe ishirini na tisa maana zimebaki siku kumi na moja tu kwao. Tuna hakika kwamba ikifika tarehe ishirini na tisa watajitokeza kwa wingi kutokana na hamasa tuliowapa leo, ya kwenda kuchagua kiongozi mwadilifu ambaye atawaletea maendeleo katika jamii yao. Kubwa ilikuwa kwenye kutoa ushahidi mahakamani, wanapotoa vitendo vyote vya rushwa au wanapotoa taarifa za vitendo vya rushwa, lakini tumewatoa hofu kwamba wao ni wajasiri na kama kanuni za Skauti zinavyosema lazima awe mzalendo basi atapokuwa na kesi mahakamani ya kutolea ushahidi basi akatoe, na nimewaambia kwamba sheria yetu mia tatu na ishirini na tisa itawalinda kwa namna yoyote, na wameondoa hofu kwao. Tunatarajia watakuwa wadau wetu muhimu wa kutoa taarifa, lakini pia mashahidi wetu wazuri mahakamani. Hawa hapa ni baadhi ya viongozi wa Skauti walioshiriki mafunzo haya, wamesema elimu walioipata imewasaidia kujibu maswali waliokuwa akiwapa hofu na sasa wako tayari kuwa mabalozi wa kupambana na rushwa katika jamii inayozunguka. Malezi ambayo tunayatoa au tunayapata kupitia chama cha Skauti ni namna ya kujikinga na rushwa kutokana na madhara ambayo yameenea katika jamii, hususan zaidi katika kipindi hichi ambacho tunaelekea kipindi cha uchaguzi. Tumepewa elimu kubwa sana kama vijana wa Skauti namna gani ambavyo tunaweza tukajikinga na, tuka na rushwa, lakini namna gani ambavyo tunaweza tukatumia nafasi zetu kuchagua viongozi wazuri ambao watatusaidia wametuelimisha vitu vingi, mojawapo ni madhara ambayo yanatokana na rushwa, hasa katika kipindi hichi cha kuelekea uchaguzi. Yanaeza kapelekea kupata viongozi ambao sio wadilifu, lakini vilevile yanaweza katupelekea kurudisha nyuma maendeleo, lakini vilevile yanaweza kapelekea kupoteza utu wetu. Kwa maana unavyotoa au kupokea ile rushwa inapoteza utu wako. Kwa hiyo tumepata elimu kubwa sana na tumejipanga kudhibiti, lakini tumejipanga kutoa ushirikiano kwa TAKUKURU ya kwa kufichua yale maovu ambayo yanakuwa yanajitokeza katika jamii jamii. TAKUKURU pamoja na Skauti. Nimepata elimu kubwa sana kwa kipindi cha uchaguzi, nilichokifunza ni kwamba kijana kama kijana tuache kwanza mihemko. Mihemko sio kuwa na tija. Elimu hii niliyoipata naenda kuitendea vizuri sana kwenye kata yangu ambayo ninaishi, hasa kwa wale wananchi ambao wananizunguka kwa sababu mimi ndo wanantegemea, mimi ni kijana. Kwa, nitaenda kuwaelekeza kile nilichojifunza kwamba mba uki utu wangu, kwanza nimedidimiza maendeleo kwenye jamii husika, alafu cha tatu maendeleo ya taifa zima. Watu wanakutana nao katika kuripoti rushwa ni kwamba unakuta tulikuwa tujui sema kuripoti au namna ya kuripoti, ila kutokana na namna, namna tuliyopata tumepewa namba ya kupiga ambayo ni moja moja tatu na namba ya kiongozi wa TAKUKURU. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwa sisi pale tunapopata tunapoona rushwa inatoka au tunapopata tangazo kuhusu rushwa au tunapoona rushwa imefanyika na tumepata wepesi wa kuripoti changamoto. Elimu hii ni mwendelezo wa juhudi za TAKUKURU mkoa wa Iringa katika kukutana na makundi mbalimbali ya kijamii na kutoa elimu kuhusu madhara ya rushwa pamoja na kuhimiza wananchi kushiriki uchaguzi na kuchagua viongozi bora.